Bwana Yesu asifiwe! Karibu tena wakati mwingine huu. Ni mwendelezo wa masomo ya kila wiki Kristo Race, na mimi ninafahamu ninakukumbusha, na na usiache kufuatilia. Karibu ni wakati mwingine, na leo utakuwa na mimi Elias Biligeya, mwinjilisti na mwalimu. Tutaangalia mambo machache, au mambo mawili matatu kutoka kwenye somo letu la leo, somo ambalo linaitwa Mungu hutaka maongezeko katika maisha yetu na kabla hatujaanza tuombe, ili tuweze kuendelea kabisa. Bwana Yesu, asante wa kwa wasaa huu na wakati huu umetupatia kuweza kujifunza maneno yako. Watu hawa Bwana Yesu, masikio yao yatakaposikia maneno haya, maneno haya yakalete mabadiliko kwenye maisha yao, katika jina la Yesu. Kila mmoja ambaye, Bwana atafuatilia ujumbe huu, Bwana Yesu simwache, umkumbuke kila mmoja uko liko unaweza ukasema amina. Kama nilivyosema ujumbe unasema, Mungu anataka maongezeko katika maisha yetu. Huo ndio ujumbe wetu wa leo. Na kwa tafsiri nyepesi ya kawaida, maongezeko ni hali ya mabadiliko kutoka katika hali ya chini au kiwango cha chini na kupanda kwenda kiwango cha juu au kiwango bora zaidi. Maongezeko kila mahali, Mungu anataka tuongezeke, kama ambavyo wewe na mimi tunataka kuongezeka, iwe ni kwenye familia yako iwe ni kwa watoto wako, kwenye kazi, kwenye biashara au shuleni, mahala popote pale, kwa sababu hata ukisoma kwenye Biblia unaona tangu mwanzo wa Biblia hata mwisho wa Biblia, Mungu anataka maongezeko, kwa sababu hata swala la uokovu, na kusikia uokovu na uhubiriwa, lengo la uokovu ni kuleta maongezeko toka kwenye ufalme wa giza kwenda kwenye ufalme wa nuru, lengo ni maongezeko. Kwa maongezeko ni mpango wa Mungu kwa mwanadamu yeyote, awe ni kijana, awe ni mzee awe hata mtoto sababu, Mungu anaporuhusu mtoto azaliwe lengo lake ni mtoto akue na kufikia stage ya utu uzima, kama ambavyo pengine wewe ambaye unanisikiliza ni mtu mzima. Somo nimesema linaitwa Mungu utaka maongezeko katika maisha yetu, na maongezeko ni kwa tafsiri ya kawaida ni hali ya mabadiliko kutoka kiwango cha kawaida au kiwango cha chini kupanda kiwango cha juu au kiwango bora zaidi. Tutaanzia kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa ishirini hadi wa ishirini na mbili na Mwanzo sura ya kwanza mstari wa ishirini na nne na Mwanzo sura ya kwanza mstari wa ishirini na saba hadi wa ishirini na nane Hapo tunaona tutasoma, tutaona jinsi ambavyo Mungu anaongelea kwa habari ya maongezeko, maongezeko kwenye kila kitu yani tangu Mungu anaumba ulimwengu, tangu Mungu anamuumba mwanadamu wa kwanza tangu Mungu anaumba vile vya kwanza, kabla ya wewe na mimi, viko vya kwanza. Mungu aliviumba hivyo vyote, wakati anaviumba alitaka viongezeke. Mtasoma, mtasoma kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa ishirini hadi wa ishirini na mbili. Biblia inasema, sikiliza kwa makini. Mungu akasema, maji na yajawe kwa wingi na kitu kiendacho chenye uhai, na ndege waruke juu ya nchi katika anga la mbingu. Mstari wa ishirini na moja, Mungu akaumba nyangumi wakubwa na kila kiumbe chenye uhai kiendacho, ambavyo maji yalijawa navyo kwa wingi, kwa jinsi zao, na kila ndege arukae kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akavibarikia akisema zaeni mkaongezeke. Zaeni mkaongezeke. Hapo ndipo ambako somo letu msingi wake upo kuongezeka. Nimesema, kichwa kinasema Mungu hutaka maongezeko katika maisha yetu. Mstari wa ishirini na mbili sura ya kwanza, anasema Mungu akavibarikia akisema zaeni mkaongezeke, mkayajaze maji ya baharini, ndege na wazidi katika nchi. Hawa ni viumbe wa kawaida hawa ambao pengine kwako ni mboga, Mungu anasema wakazae na kuongezeka. Nimekwambia toka mwanzo, ni mpango wa Mungu, ni mapenzi ya Mungu kuongezeka, sio kudumaa. Kwa sababu hata wewe uweze kufurahia unapomwona mwanao amedumaa labda kiumri au hata umbo. Najua uweze kufurahia ila ikikutokea unakubali matokeo haya. Lakini uweze ukafurahia. Kwa hata Mungu huwa afurahii kuona kuna maongezeko kwa shetani, watu wanamtumikia shetani duniani, alafu hakuna maongezeko kwenye mfalme wake Mungu, hiyo kitu huwa afurahii na hata haihitaji hata kuiona. Tumeiona kwenye kitabu cha Mwanzo kwamba hata ndege na wanyama wa baharini amesema wakaongezeke sio tu wao. Ukisoma mstari wa ishirini na nne mstari wa ishirini na nne Biblia inasema Mungu akasema, nchi na izae kiumbe hai kwa jinsi zake. Nchi izae, maanake hata nchi ilete maongezeko, sio tu samaki na viumbe wa baharini peke yake walete maongezeko, hata nchi ilete maongezeko, maanake hata mimea inapoota kwenye nchi, tunapopata mazao hayo, maongezeko Mungu anayafurahia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Twende pamoja mnyama wa kufugwa nacho kitambaacho na wanyama wa mwitu kwa jinsi zake, ikawa hivyo. Ntasoma sasa mstari wa ishirini na saba na wa ishirini na nane ambao huo ni wa muhimu sana, huo ni wa muhimu sana. Ishirini na saba na ishirini na nane. Bibilia inasema, nisikilize kwa makini, bibilia inasema, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, sikilize, mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu, zingatia, mtu kwa mfano wake kwa mfano wa Mungu anasisitiza kwa mfano wa Mungu, sio kwa mfano wa paka, sio kwa mfano wa ng'ombe. Ndio maana hata maisha yako Mungu afurahi unapoishi kama wanyama. Kuna maneno tunaweza tukawa tunayasema mtu akaona kama vile sio mazuri, lakini unakuta mwanadamu anataka kuishi kama mnyama, lakini Biblia inasema Mungu hakumuumba mwanadamu kwa mfano wa mnyama Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano wake. Maana hata maisha ya mwanadamu yana thamani mbele za Mungu. Ndio maana anataka tuwe na maongezeko. Kwa unapoamua kuacha kuishi kama vile ambavyo Mungu amekusudia kuishi na ukaamua kuishi kwa, kwa, kwa namna ya wanyama ambavyo wanaishi, unayashusha maisha yako thamani na Mungu hafurahi mbinguni unavyoyashusha maisha yako thamani. Kwa maana Biblia inasema Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake, sio kwa mfano wa mnyama. Sina maana wanyama hawana thamani wana thamani ndio maana Mungu akawaweka ili kwako wawe chakula lakini wewe una thamani sana kuliko mnyama ndio maana akakuumba kwa mfano wake. Mfano wake ni upi? Nisikiliza kwa makini. Mfano wake ni hapa. Biblia inasema katika kitabu cha Yohana sura ya nne mstari wa ishirini na tatu na ishirini na nne. Biblia inasema hivi. Wamwabudu Mungu, watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Nisikiliza kwa makini. Alafu ishirini na nne anasema Mungu ni roho Mungu ni roho hiyo ndio sura ya Mungu ndani yako hapo ulipo, na mwili wa nyama na mwili wa roho. Una sehemu mbili kuu, mwili wa nyama na mwili wa roho. Lakini katika mwili wa roho una nafsi na roho, una nafsi na roho. Lakini sura ya Mungu ni roho yako, sura ya Mungu ni roho yako. Ndio maana nimesema maisha yako yana thamani. Ndio maana hapa Biblia inasema akatuumba, akatuumba, akatuumba kwa mfano wake ishirini na saba anasema Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. ishirini na nane anasema Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia zaeni, mkaongezeke, zaeni, mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha k mkata mkatawale samaki wa baharini, anasema na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai, kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Nisikiliza kwa makini, nimekuambia kichwa cha somo kinasema, Mungu hutaka maongezeko katika maisha yetu, japo kuwa wengi wakisomaga hapo huwa wanafikiria tu kwa habari ya ndoa. No, sio ndoa peke yake. Nisikiliza kwa makini, Mungu anataka uongezeke. Ndio maana hata ndoa isiyokuwa na mtoto ni sawa sawa na hasara, maana hakuna maongezeko maongezeka mwanamke na mwanaume, lakini hakuna mtoto, hakuna maongezeko. Yani maongezeko kila mahali, mtoto akizaliwa awe na maongezeko, aende shule, apate ufahamu wa dunia, akue na ajielewe, na akae kwenye misingi ya Mungu. Hayo yote ni maongezeko kwa mtoto. Akazaliwa akakuwa na hajakaa kwenye utaratibu wa Mungu, hayo sio maongezeko. Okay, tutaangalia ni maongezeko katika upande mwingine, lakini sio maongezeko kwa upande wa Mungu ni maongezeko hata, hata, hata kutenda dhambi duniani ni maongezeko, lakini siyo maongezeko kwa upande wa Mungu. Kwa upande wa Mungu sio maongezeko hayo, ila huko upande tutaangalia kadri ambavyo tunaendelea kutazama somo letu, tutaangalia. Nimekusomea Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 20, mstari wa 20, mstari wa 22, mstari wa 24, mstari wa 27 na 28. Yote tunaona kuna neno la msingi kuongezeka. Nimekwambia wakati tunaanza, maongezeko ni mpango wa Mungu kwenye maisha ya kila mtu, kwenye maisha ya kila mtu. Hata kama haujaokoka Mungu amekusudia kuongezeka, lakini kuongezeka kunakotokana na Mungu aliye hai ambaye ni Yesu Kristo kunahitaji kuokoka. Ndio maana mwanzo nilianza kusema hata kuokoka ni kuongezeka, na kutokuokoka sio maongezeko kwa Mungu aliye hai ambaye ni Yesu Kristo, lakini ni maongezeko upande mwingine. Upande gani? Ufalme wa shetani, ufalme wa giza. Kwanza tutaangalia kadi ambazo tunaenda mbele kule, pia kuna maongezeko, lakini maongezeko ya kule upande wa Mungu aliye hai Yesu Kristo ni asala. Bwana Yesu asifiwe, Bwana asifiwe. Nikasema maongezeko yako kwenye maeneo mengi, nikaandika maeneo machache, maeneo machache ambayo ninaamini hata wewe kwenye maisha yako ama una maongezeko ama hakuna maongezeko, na tutaangalia mambo kadhaa ambayo kimsingi yanasaidia watu kuongezeka ama wasiongezeke, mambo kadhaa ambayo nimeandika au maeneo kadhaa ambayo nimeyataja ambayo Mungu anataka tuwe na maongezeko. Na hata kama hujamtegemea Mungu, lakini kuna mtu ametegemea upande fulani na huo upande umemletea maongezeko, tutayaangalia yote taratibu. Nikaandika upande wa uchumi, kuna maongezeko kiuchumi, kuna maongezeko, maongezeko kiuchumi, kiafya kuna maongezeko, kiakili au kiufahamu kuna maongezeko, kifamilia kuna maongezeko kielimu, hata maongezeko kiroho pia yapo. Kwa hiyo unajua huko upande upi, ama umeongezeka uchumi lakini hauna afya wala ufahamu wala elimu hauna. Siongei kwa ubaya, lakini ni mambo ya kawaida yapo duniani, tunayaona. Kuna mtu ana maongezeko kielimu, ana degree lakini hana uchumi wote wa maana kwenye maisha yake. Kwa hiyo Mungu huwa afurahi unapokuwa na maongezeko upande mmoja, upande mwingine hauna maongezeko, ila Shetani huwa anafurahia kwa sababu Biblia imeweka wazi kwenye kitabu cha Yohana sura ya kumi mstari wa kumi mwivi haji ila aibe achinje auwe na aharibu. Tarudia, Yohana, sura ya kumi, mstari wa kumi Biblia inasema mwivi haji ila aibe achinje auwe na kuharibu. Hilo ndilo lengo la Shetani, manake kwa sifa hizo za mwivi au mwizi manake unaona, hahitaji uwe na maongezeko hata siku moja, haitaji hata siku moja, haitaji. Atakudanganya, utaenda kwa mganga, utaambiwa fanya hiki fanya kile, weka dawa hii utapata hiki. Ni kweli, unaweza ukavipata ndani ya miaka miwili mitatu minne mitano. Baada ya hapo, vyote vinapotea. Lakini kwa Mungu akikupa, ujue hiyo ni mpaka utakapoondoka, vitabaki vizazi na vizazi, wanatumia faida faida, wanatumia faida, wanatumia yale maongezeko ambayo Mungu aliyaweka ndani ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Nimekwambia kuna maongezeko kiuchumi, kiafya, kiakili, kifamilia, kielimu. Maongezeko kiuchumi ni nini? Sio kuwa na fedha nyingi ndani ya akaunti, hayo sio maongezeko kiuchumi. Unaweza kuwa nafikiria ni hivyo kwamba kuwa na fedha nyingi ndani ya akaunti, no. Mungu hataki tu uwe na fedha nyingi ndani ya akaunti, hapana. Unakumbuka kwa habari ya ya ya ya Yusufu na Farao kule Misri, kwa habari ya Yusufu na Farao kama ni mali walikuwa nazo, lakini ile njaa ya miaka saba haikuhitaji fedha peke yake, ilihitaji na akiba ya chakula. Yaani, miaka saba baadaye, nimekuambia Mungu anapotaka maongezeko kiuchumi, sio tu kuwa na fedha ndani ya akaunti, hata kuwa na mali ambazo zinashikika. Hayo yote Mungu anayataka uwe nayo. Sasa sina maana kama hauna basi wewe ni kwa sababu ni mdhambi. Hapana, sababu ziko nyingi, nimekuambia tutaangalia taratibu, bali tu nimeyataja maeneo kadhaa ambayo Mungu anayataka uwe na maongezeko kiuchumi anataka uwe na maongezeko kiafya, anataka uwe na maongezeko kiakili, kiufahamu. Kiufahamu, Mungu anamwambia Danieli kwamba maneno ya kitabu hicho uyatunze, uyatunze. Kwa nini? Nyakati zinazokuja ufahamu utaongezeka, watu wataenda mbio huku na huko. Sasa kuna mtu umekwama kiuchumi, kwa sababu gani? Umeng'ang'ania mbinu zile zile zile, ufahamu ule ule ule wa miaka nenda rudi nyuma wakati watu wamefikia katika hatua ambayo ufahamu ule umepitwa na wakati, njia ile ya kufanya biashara imepitwa na wakati, usomaji ule haufanyi tena kazi. Nadhani utakuwa unaelewa sasa hivi makampuni mengi hayachukui mtu kwa vyeti, utakuwa unaelewa nadhani kwa ni kwa nini mabadiliko, maongezeko ndio maana hata ufahamu inabidi ubadilike, usigande kwenye eneo moja. Umekaa na ufahamu wako ule ule wa mwaka sitini na moja, sijasema ni mbaya, ilo unaweza usikusaidie kutokana na nyakati tulizopo. Unaweza kama umengangania hiyo mbinu ya uleaji watoto, hiyo mbinu ya, ya namna ya kuyafanya mambo kwamba tukifanya hivi ndo tunapata matokeo. Hatujakataa, mwaka sitini na moja mlipata matokeo kwa njia hiyo na mbinu hizo, lakini miaka hii huwezi ukapata matokeo. Sina maana uziache, bali ziboreshe, na ndio maana ma... tunaposema maongezeko sio kuacha kila kitu cha nyuma, vingine vinaboreshwa, ndio maana ya maongezeko. Bwana asifiwe. Maongezeko hutokea katika maeneo makubwa mawili, kiroho na kimwili. Maongezeko kiroho na kimwili. Kwa nini? Kwa sababu maongezeko kiuchumi ni ya kimwili, maongezeko kiafya ni ya kimwili kiakili pia ni ya kimwili, au ndani ya nafsi. Kielimu pia ni swala la mwilini, hata kifamilia kupata mtoto ni swala la mwilini, ila linaweza likaleta athari hata kwenye swala la ukuaji kiroho. Tweni taratibu, utanielewa. Maongezeko ndio somo letu. Mungu anataka maongezeko katika maisha yetu, somo letu ujumbe wetu tunachokitazama Mungu anataka maongezeko katika maisha yetu zingatia Mungu hataki mtu aliyedumaa kielimu kiuchumi kiafya kiufahamu ha, hamfurahia hata kama mpo kundi mnatiana moyo mmedumaa kielimu mmedumaa kiuchumi mmedumaa kiufahamu mmedumaa mmekwama kwenye eneo fulani narudia narudia ziko sababu nyingi tutaangalia huko mbele Inawezekana sio wewe uliyesababisha huo mkwamo. Inawezekana ni waliokutangulia. Inawezekana ni wazazi, inawezekana ni ndugu, inawezekana ni marafiki. Inawezekana hao watu wapo, inawezekana. Inawezekana eneo ambalo umeishi miaka na miaka, inawezekana limesababisha wewe kutokuwa na maongezeko, inawezekana. Tutaangalia huko mbele. Lakini Mungu hafurahii mtu asiyekuwa na maongezeko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nasisitiza kuna maeneo makubwa mawili ambayo Mungu anayaangalia: maongezeko kiroho na kimwili. Kiroho kwa maana ipi? Kiroho, zingatia, nimekwambia Mungu ametuumba kwa mfano wake, Mwanzo sura ya kwanza mstari wa ishirini na saba ametuumba kwa mfano wake. Nikakwambia Yohana sura ya nne, nikusomee ili uisikie, hapo utanielewa zaidi. Yohana sura ya nne Yohana, sura ya nne, sura ya nne, mstari wa mstari wa ishirini na nne. Nianzie wa ishirini na tatu, nianzie wa ishirini na tatu. Biblia inasema lakini saa inakuja saa inakuja nayo sasa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli ishirini na nne anasema Mungu ni Roho, ndicho ambacho kilikuwa na kitafuti. Ndio maana ishirini na tatu anasema waabuduo halisi watamwabudu baba katika roho na kweli. Sura ya kwanza mstari wa ishirini na saba tumeona tumeumbwa kwa mfano wake, tumeumbwa kwa mfano wake. Sura ya kwanza mstari wa ishirini na saba tumeumbwa kwa mfano wake. Na kwenye mwanzo hiyo hiyo anaongea Mungu, baada ya kufinyanga udongo akapulizia pumzi ya uhai ndani ya mwanadamu, hiyo pumzi ndiyo roho ndani ya mwanadamu Okay. iko hivi wakati Mungu anapulizia pumzi, wakati Mungu anapulizia pumzi ndani ya mwanadamu, zingatia, mwanadamu wa kwanza anaumbwa, hana tatizo, kwa sababu hata hali ya kukosa maongezeko inatokana na dhambi. Kwa sehemu kubwa, sababu ya kukosa maongezeko inatokana na dhambi. Kama ni msomaji mzuri wa Biblia, utajua magonjwa, magonjwa yalianza baada ya dhambi. Kuumwa ni kukosa maongezeko kiafya. Nimeongea hapa baadhi ya maeneo ambayo ambayo tutayaangalia. Mungu anataka tuwe na maongezeko kwa, magonjwa yalianza baada ya dhambi. Ukisoma pale baada ya Adamu na Eva kutokufuata maelekezo ya Mungu kwamba wale matunda ya miti yote wasiguse matunda ya ule mti kwa ujuzi wa mema na mabaya, lakini bado wakala tunda la ule mti. Nisikilize, nisikilize, ni tunda kama tunda, ni tunda kama tunda. Inawezekana ziko tafsiri zingine ambazo sio sahihi, umepewa ni tunda kama tunda, tunda la kawaida tu, la kawaida kabisa, wakala hilo tunda kwa hiyo kwa kula tunda, sikiliza, Mungu alichokuwa nakitafuta ni utii wa neno lake, utii wa neno lake, kutulia kuyafanya ya kwake kwa usahihi. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Zingatia, Mungu anataka maongezeko. Magonjwa ni kukosa maongezeko kiafya, na yameanza baada ya dhambi. Ndio maana nikakwambia cha kwanza cha kurejesha maongezeko kwenye maisha yetu, kwako. Maongezeko ya namna ipi? Maongezeko kutoka kwa Yesu Kristo. Ninajua unaweza kufanikiwa njia ya Yesu, ninajua. na hukua mpango wa Mungu mtu afanikiwe njia ya Yesu, mpango wa Mungu hukua mpango wa Mungu hukua mpango wa Mungu hukua mpango wa Mungu hukua mpango wa Mungu hukua mpango wa Mungu ni tufanikiwe ndani yake. Ndio maana tuliumbwa na yeye, na tuliumbwa mwanadamu wa kwanza aliumbwa kiwa mtakatifu, ila dhambi ikamchafua. Dhambi ikaleta mambo mengi kama nilivyosema jambo la kwanza kubwa, unamhitaji Yesu, sio kwa sababu uwezi ukawa tajiri bila Yesu uh -uh. Kwa sababu uwezi ukaupata uzima wa milele bila Yesu. Yuko tajiri ndani ya Biblia, alikuwa tajiri na akafa, kaacha mali, lakini hakuwa na uzima wa milele. Amesha kufa, yuko jehanamu, yuko kuzimu, yale ya mateso yanamkumbusha kwamba kuna swala duniani lilikuwa linasemwa la wokovu hakulichukulia serious akaliona kama vile ni jambo la kawaida, ni jambo ambalo wanajiongelesha. Sio wanajiongelesha, ni jambo halisi. Unahitaji kumpa Yesu maisha yako, maana kuna mwingine maongezeko ili aje kwako. Hilo ni la kwanza. Kuna mwingine utaombewa uamini kuwa Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, na ukimwamini, naye atapata nafasi ndani ya moyo wako. Utanifuatisha ya maneno, sema: Bwana Yesu, ninakuja kwako, ninakuja kwako, unisamehe, unisamehe makosa yangu na dhambi zangu ambazo, Bwana Yesu, nimekutenda. Nimefanya ubaya, nimeenenda kinyume na wewe, unirehemu Bwana Yesu, ninaomba uingie ndani yangu uingie ndani yangu, unioshe na kunisafisha na kunitakasa kwa damu yako, nifanye kiumbe kipya, nifanye kiumbe kipya, niwe mtoto wako leo. Sante Bwana Yesu kwa kuniokoa, sante Bwana Yesu kwa kunibadilisha, sante Bwana Yesu, amen. Ntakuombea Baba katika jina la Yesu, asante kwa mtoto huyu, kwa dada huyu, kwa kaka huyu, kwa mama huyu, kwa baba huyu ambaye amekupa maisha yake siku ya leo amekupa maisha yake. Mungu umuonekanie, Mungu umpiganie, Mungu mtetee, Mungu umshindie vita ambazo ziko mbele yake katika jina la Yesu. Ni mali yako, amekupokea wewe Bwana, mtengeneze, muinue na awe mkubwa katika jina la Yesu, amen. Tutaendelea, tutaendelea. Mungu akubariki.